Naitwa Mwandisi Onesfori Mosha. Mimi ni meneja wa mradi wa kampuni hii ya Sihotech ambao ipo JV pamoja na AMJ Global. Tumepata mradi wa utengenezaji wa soko pamoja na, na stendi. Tunafanya kazi ya soko kuu hili la Tabora, lakini pia na ile stendi kuu ya Tabora iliyokuwepo kule katika eneo linaloitwa Inara. Mradi wetu huu una thamani ya pesa za Kitanzania bilioni 19.9, lakini mradi wetu huu uh, una muda wa miezi kumi na mbili, na sisi kama Sihotech tumeweza kujipanga vizuri kwa kuleta mitambo uh, mipya kwa wakati kwenye hii hatua ya awali ya kufanya mobilization ya, ya equipments pamoja na materials, tumeleta mitambo yote inayohitajika kwa ajili ya mradi ambayo itatusaidia sisi kuweza kumaliza project yetu hii katika muda unaohitajika, lakini pia kufanya hii kazi katika ubora mzuri, maana hiyo ndio ndio yetu kuu ya kwamba tufanye kazi ndani ya wakati ili hii miradi kwa sababu ni miradi ya wananchi iweze kuwahudumia wananchi a, katika kipindi kile ambacho a, kilikuwa kimependekezwa. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali pia kwa kutuamini na kutupatia a, nafasi ya kuweza kutekeleza mradi hii ambayo ni miradi ya kijamii iweze kurudi na kuwahudumia wananchi kwa, kwa kutatua matatizo ambayo yalikuwepo ya uhitaji ya wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa eneo la soko, maana kuna soko bora ambayo itajengwa sehemu hii ya mjini hapa, lakini pia kutokuja tutajenga so, uh, ile stendi kubwa sana uh, ya mabasi katika mkoa wa Tabora kule Inara uh, ili kuweza kusaidia swala la usafiri na kutatua ile adha iliyokuwepo katika ile stendi ndogo iliyokuwepo uh, hapo awali katika mkoa huu wa Tabora. Nashukuru sana.